Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, ndugu yangu mpenzi wa mambo ya kheri, kokote pale ulipo duniani, ni kualike tena katika dakika kadhaa tunazoangazia hali mbalimbali mbali za mayatima wanaoishi vijijini. Ndugu yangu mpenzi wa mambo ya kheri, na ndugu yangu mpenzi mfuatiliaji kwa vipindi vyetu mbalimbali tunavyovileta kwenu, nia na makusudio yetu ili jamii yenye shida dhiki na mitihani iweze kufikiwa na kusaidiwa. Leo tupo katika kijiji cha Kisaki mkoani Morogoro, hapo na kukutanisha na Bitausi Salum, mkazi wa kijiji hicho cha Kisaki. Ndugu yangu mwislamu na mpenzi katika iman, hususan wewe mpenzi wa mambo ya kheri, ama kweli Mwenyezi Mungu ni fundi katika kuwatahini waja wake. Wakati sisi tunaishi mjini tukijifahari na mambo mbalimbali kuna mbali, wenzetu ndugu yangu mwislamu, wanaishi katika mazingira mazito na mazingira magumu. Basi leo nitakukutanisha na mjane huyu Tausi binti Salum, aliyefiwa na mume wake na kubakiwa katika mazingira magumu, mazingira mazito, mazingira magumu sana, hususan mtoto aliyeachiwa. Mtoto huyu ndugu yangu anaitwa Abdul Karim sababu Abdulkarim sababu ni mtoto ambaye amezaliwa na ulemavu wa viungo, amelemaa viungo viungo vyake vyote havifanyi kazi. Kwa maana mtoto huyu mdogo unayemwona ndugu yangu hawezi kukaa mwenyewe wala hawezi kusimama wala kutembea, muda wote yeye ni wa kubebwa na kupakatwa. Ndugu yangu mpenzi, unayenitazama na mpenzi wa mambo ya kheri na kukusudia wewe mwenye huruma unayeguswa na matatizo yanayowafika ndugu yako katika jamii. Mtoto huyu hali yake kama unavyoiona ni e hali ngumu anayoyapitia, maumivu makali anayoyapitia kutokana na huu mtihani ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala amemkadiria kuzaliwa nao. Tunaelekea kwako wewe ndugu yangu mpenzi wa mambo ya kheri, namna gani tunaweza tukaisaidia hii familia ya mjane Tausi Salumu pamoja na huyu mtoto wake mdogo aliyeachiwa na mume wake Abdulkarim. Sababu nini kinahitajika kwake? Ndugu yangu mpenzi wa mambo ya kheri, mtoto huyo anahitajika aende hospitali aweze kupata kiti maalum kwa ajili ya kufanyiwa mazoezi, lakini pia vilevile apate na daftari la kumwongoza mama yake namna ya kumuweka na namna ya kumfanyia mazoezi. Gharama zake ndugu yangu Muislamu, si gharama kubwa sana lakini pia vile vile si ndogo sana kwa hali tulizokuwa nazo Mtoto huyu inahitajika ipatikane shilingi milioni moja na laki tano ili aweze kupata matibabu hospitali pamoja na hivyo vifaa vitakavyomfanya akae vizuri na aendelee kuwa sawa. Mpenzi wa mambo ya kheri, kumbuka ya kuwa Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wale ambao wanaoguswa na matatizo yanaowafika ndugu zao. Na kuomba, ndugu yangu mpenzi wa mambo ya kheri, chochote kile ulichojaaliwa basi kwa idhini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wataala tujichange mia mbili mia tatu tuweze kutafuta milioni moja na laki tano tuweze kumsaidia kitoto hichi kiyatima kinachoteseka na kinachohuzunisha kabisa mbele ya macho yetu. Hakika utakuwa na ujira mkubwa mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wataala kwa kuyatenda haya ya kumsaidia yatima huyu mdogo kabisa, na utayakuta katika mizani ya mema yako siku ya mwisho, siku ya kiyama. Sisi ndugu zangu wa The Ikraam Foundation, saidia jamii, okoa yatima, hurumia wajane. Mimi Tausi Salumu, na naa kibomelo, na matatizo na mwanangu ana matatizo ya viungo vya mwili kiuno, akifanyi kazi, miguu haifanyi kazi, mikono haifanyi kazi, shingo haifanyi kazi, mwenzangu nilokuwa naye, mume wangu amefariki, ameenda mbele za haki, sina msaada wowote. Huyu mtu ndio mnapomwona hapa, kazi yake ni kulala tu, ana dakika moja tu, akikaa dakika moja, kulala ni kulala, si mtu akukaa kuinuka huyo wala nini, mi nimshikilie nimjue. Yote anaokaa na mazingira yangu kama hayo mnayaona, sina mazingira mazuri, tunavyoishi hivyo matuona, ndo hivyo hivyo. Hivyo tunakoishi tuna mazingira magumu, mtoto kulala tu, na akipata mazoezi naye atakaa sawa tu, lakini hana mazoezi yoyote huyu mtoto. Akiwepo na mazoezi atakaa sawa, atakaa vizuri tu. Nilikuwa naomba naye mwanangu apate msaada, au mumsaidie kina baba, kina mama, ili apate msaada huyu mtoto ili akae sawa. Akishapata mazoezi atakaa vizuri lakini huyu kukaa muda mrefu ni hawezi, yeye ni kulala tu. Akikaa dakika moja anakuwa ni shida, kwa kulala ni kulala nimshikilie tu. Akiwa anapata mazoezi ndio atakuwa anakaa sawa, na kuombeni baba zangu ili mumsaidie huyu ili akae sawa, kutokana na, na mazingira yetu tuliokuwa naye huku kijijini na tulipokaa ni mbali, mazingira magumu.